Asante sana kwa, majina yangu naitwa Jackson Kiswaga, bunge wa Jimbo la Kalenga. Kwanza nianze kwa kumshukuru sana Mheshimiwa Rais e, ambaye alihitimisha shughuli za bunge la kumi na mbili tarehe ishirini na saba ya mwezi wa sita, lakini wakati anahitimisha bunge alisema atalivunja bunge tarehe tatu ya mwezi wa nane. Kwa hiyo ametupa muda huu wa mwezi mmoja kimsingi E, tutumie pia mwezi huu vizuri kwanza kwa kuishukuru jamii e, kwa mema yote ambao wamekuwa wakifanya, kwanza wa, wamekuwa wakiiombea nchi, nchi imeendelea kuwa salama e, katika awamu hii yote ya kipindi cha miaka mitano hatujaona changamoto kubwa hata katika nchi e, kwa hiyo tum, nimekuja hapa kwenye kituo hiki kwa ajili ya kuwatembelea hawa watoto, pana watoto yatima wengi hapa tu, Nilishukuru sana kanisa la Katoliki linafanya kazi kubwa, kazi ya kipekee, linaokota watoto ambao wametupwa mitaani, wanalea wana watoto mpaka wachanga wadogo kabisa, hata wa siku tatu nne tano utawakuta hapa. Nilitembelea wakati mmoja kuwasalimia, baada ya kuzunguka nikaona kwa kweli, msaada ambao niuleta wakati ule ulikuwa pengine haukutosheleza kulingana na nilichokiona kwao, nikaenda nikaona, kabla sija endelea na shughuli nyingine nije hapa nifanye haya matendo ya huruma e, kwa kuleta hivi ambavyo nimeleta, ni vyakula na sabuni, mafuta na vitu mbalimbali, ili angalau kuwatia moyo hawa masista kwa kazi kubwa ambayo wanaifanya ya kitume ya kuwalea hawa watoto ambao wamekataliwa na wazazi wao, wamekataliwa na jamii. Kwa hiyo ndio kilichonileta leo hapa. Kwa jina naitwa Sista Helena Kihwele, msimamizi wa kituo hiki cha watoto yatima Tosamaganga. Napenda kushukuru kwa niaba ya wenzangu kwa niaba ya watoto kwa mheshimiwa mbunge aliyependa kuja kushiriki naye katika nasi katika kulea hao watoto katika mahitaji haya aliyoyaleta ni mahitaji muhimu kama mnavyoyaona. Kwanza kitoto kichanga haya maziwa aliyotuletea na vitu hivi ambavyo vitatusaidia, tunashukuru sana kwa kuijali jumuiya hii yetu. Hawa watoto ni taifa la kesho ni sisi sote tunahusika, kwa hiyo tunasema asante sana mheshimiwa kwa kuja kututembea na kutupatia mahitaji haya muhimu. Tunasema asante sana, Mungu akubariki sana. Kituo hiki kina watoto mia moja hamsini, watoto wanaokaa hapa ni themanini na tano. Wengine wamekuja likizo, kwa saa hizi wanajiandaa kwa kurudi tena mashuleni.